Uh, jamii iko na rasilimali lakini inakosa tu ile mafunzo, ambapo sisi kama ICAD tumekuja ili tuweze kuwafunza. Hakuna mambo mengi ambayo tunawaambia, hatuwapati handouts, tunawafunza tu kuweza kuwaelimisha. Tunawaambia mkiketi kwa pamoja, mkifanya maneno mawili matatu, mnaweza weka kwa pamoja na, na pia kuna hiyo sosio the social aspect ni pale ambapo wanakutana kwa pamoja, wanacheka, wanafurahiana kama wenye walitoroka ndoa, lakini wanaongeleshwa, wanafunzwa jinsi ya kulea watoto. Watoto kwa hii jamii sahii watusumbui sana, hata tukisaidiana na serikali. Kila Fridays kuna kuanga na barasa saidia huku chini, na vijana wadogo wadogo wenye wanatumia miadarati wanaongeleshwa na kufikia sahi hatuoni shida sana. Ningeongelea kuhusu vijana mimi ndio nilikuwa hata mmoja lakini parenting imenitoa mahali pale, ninaona niko sawa kwa sababu shirika la like ICAT limetuletea hata training kwa wale wa wanafunzi wenye walikwamia njia.